Kitu moja ambayo sisi wote wa Kenya kila mmoja wetu tuweza kuchangia kwa nchi yetu, ili tukaweza kuendelea vyema kulingana na nia na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kitu moja sisi sote tuweza kufanya ni kuchangia kwa maombi. Ni kweli kunazo matatizo mengi sana, kuna shida ambazo zimetukumba kuna yale ambayo ya majonzi ya uchungu na kadhalika, hata ya jasho ya kuposa matumaini katika wakati huu kwa nchi yetu, lakini hayo yote hayaweza. Mungu Mwenyezi anayetueleza njooni kwangu nyote mlio na mizigo, nami nitawapa pumziko. Ndipo wakati wote ule ambapo tunakaliwa na shida, tunakumbwa na tatizo na hata hatuna njia ya suluhu ambayo inaonekana, twaalikwa sote tupige magoti, tuelekeze nyoyo zetu na fikira kwa mwenyezi Mungu, tumwombe kwa unyenyekevu mkubwa, na kweli twajua atatusikiza. Ndiyo maana wa Kenya wa Katoliki na watu wote wa nia njema, maaskofu wa Katoliki walioungana katika baraza ya maaskofu wa Katoliki wa Kenya, KCCB, kila mwaka tunaalikwa kwenda kule Subukia ili tuungane katika maombi ya kinchi tukimwomba Mwenyezi Mungu asikize sala zetu, aweze kusikia kilio chetu, tukapeleka kule sala mabegani mwetu, nyoyoni mwetu, tukimwomba Mwenyezi Mungu atuangalie kwa macho ya huruma. Mwaka huu maaskofu wa Katoliki wametualika sisi sote na hasa Wakatoliki wote wa Kenya toka nyanja zote kutoka sehemu na pembe zote za nchi, kutoka Mombasa, kutoka Kisumu, kutoka Nairobi na kutoka Nyeri province metropolitan, yaani kutoka wilaya za kikanisa hizo zote nne, tunaalikwa kutoka majimbo yetu yote, ili tuungane kule Subukia kama watu wa jamii moja, kama watu wanaopenda wazalendo nchi yetu tuje tulete sala zetu kwa niaba ya nchi yetu. Tariki nne mwezi wa kumi yaani jumamosi ijayo, tumealikwa sote tukafurike kule Subukia chini ya ulinzi wa Mama Maria, mama wa Mungu, tukaikabidhi nchi yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni kweli twakumbuka Papo hapo ndipo tunajumuika tukiombea nchi kabla ya uchaguzi hapo papo ndipo tunaomba na tunakumbuka mwaka wa elfu mbili kumi na tisa tulipopiga magoti tukiomba Mungu Mwenyezi atusaidie, atuokoe, atupe nguvu na ujasiri tupigane na ufisadi ambao umeshika koo nchi yetu na umeshika koo kila mwananchi, hatupumui kwa Kristu hatupumui kama nchi kwa sababu ya ufisadi unaotunyonga toka ndani. Tukaomba msamaha kwa mwenyezi Mungu, tukatoa viatu kuomba mwenyezi Mungu atuhurumie, tukatoa hata, kila mmoja wetu tukaweka ahadi na mwenyezi Mungu kwamba tutapigana na huu fisadi. Bado tunarudi mahala pale pale kama watu wa Israeli walioalikwa na Musa mbele ya mwenyezi Mungu katika mlima mtakatifu, tukaweza kuweka ahadi, tukaweza kumwambia, sisi tutaendelea kuwa Wakristo na sio tu wananchi, ni sisi Sote toka juu hadi chini, kwanza, kila wananchi, kila mkristo aliyebatizwa, tuweze kujiweka mbele ya mwenyezi Mungu na kujiuliza, je, natimiza jukumu langu? Na tena sisi tunaojiita wakristo wa katoliki imara, tuone kama uimara huo tunaotangaza kama Injili, tunaoikili amri za mwenyezi Mungu tunazifuatia wale ambao ni viongozi wa kikanisa, sisi mapadre, masista, mabruda, sisi maaskofu tutaenda pale kumwomba Mungu ujasiri ili tusiweze kurudi kinyume ya yale Mungu ametuita na kujiuliza kama kweli tunatimiza jukumu na wito wetu wa kuongoza kundi la Bwana katika njia zilizo za uhai na sizo njia za kuchanganyikiwa na uongo na ukosaji wa ukweli. Viongozi wetu wanaojiita Wakatoliki Mwalikwa mje kama Wakristo, kama Wakatoliki, si kama kisiasa. Mje mpige magoti nasi na tujiulize kama uongozi wetu ni wa Ukristu, ni wa ulingana na unyenyekevu na utumishi, ama tumeingiwa na kiburi, kujipenda na tamaa. Sote twaalikwa, tuje sote, wazee, wanyonge, wale walio na baraka za mali, vijana, watoto, sote twaalikwa. Sote twalikwa, akina baba wa CMA, akina mama wa CWA, wanarika wa youth, watoto wa PMC twalikwa. Sote twende mlima mtakatifu, tuweze kuomba kwa sauti moja na nia moja, ili Mwenyezi Mungu aweze kutusikiza, kutuhurumia, kutubarikia nchi na umoja amani usikizano na unyenyekevu wa uongozi, kwani nchi yetu yaonekana imepoteza mwelekeo kwa kuongozwa na nia za kiburi na tamaa. Mwenyezi Mungu, twaja mbele yako mlimani mtakatifu Asubukia, na tunataka kuomba tukipiga magoti na unyenyekevu, kwani so sisi sote tumekukosea. Sisi sote hatufikishi jukumu ya mwito wa Ukristu. Basi tupe nguvu, tuanze upya katika safari yetu ya matumaini. Mwaka huu wa matumaini tunafika kule Subukia tena kukabidhi nchi yetu chini ya ulinzi wa Mama Maria, mama wa Mungu. Tutamwomba Mama Maria atutetee kwa Mwenyezi Mungu, kwa mwanaye Yesu, kwa sababu yaonekana kuna giza, na tunataka Mwenyezi Mungu atume mwanga kwa njia ya Kristu aliye mwanga, kwa njia ya Kristu aliye ukweli, kwa njia ya Wakristu waliokumbatia njia za Kristu, watakaofanya biashara iliyo laini iliyo njema isiyo na ufisadi, watakaojihusisha na kazi ya umma pasipo kutafuta kujipa mali na kujifaidisha katika kazi ya uongozi wa kisiasa usio na uongo, usio na ujeuri wa kuchanganya watu, lakini uweni wa imara wa Ukristu ulio na roho ya wanyonge. Basi Wakristu wapendwa, kwa niaba ya maaskofu wote wa Katoliki, tufunge safari Tunawaalika, tufunge safari hadi kule Subukia siku ya Jumamosi, tuombe kwa pamoja. Na wale ambao wako na ugonjwa ama ni wazee ama hawana uwezo wa kuwa kule, basi tuungane na tujumuike kwa njia ya runinga, ili tuombe kwa pamoja kwa roho zote zikiungana. Mwenyezi Mungu aangalie nchi yetu kwa huruma. Basi kule Subukia ndipo tutakapokuwa jumamosi ijayo tuombe baraka zake mungu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina tumsifu yesu kristu milele na milele amina